yetu ya Elimika leo, tutakuelezea na jinsi gani unaweza kuangalia matokeo ya darasa la saba ya Necta yaliyotangazwa leo Novemba 5. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ilikuwa kwanza endapo tutafanya update zinazohusu ajira pamoja na elimu. Ili kuweza kuangalia matokeo ya Necta yaliyotangazwa hivi punde utakwenda katika search engine yako ya Google ama unaweza ukatumia browser kama Opera Mini pamoja na Chrome. Utaandika neno Necta, baada ya hapo uta search ili kuweza kupata website rasmi ya Necta. Kwa hiyo baada ya, ya search itakuja ya matokeo mbalimbali katika mbali, upande wa Google kama tunavyoona haya ni matokeo ya kile ambacho tumekisearch. Sasa ili kuweza kuangalia matokeo ya mtihano darasa la saba moja kwa moja katika website official ya Necta utaingia katika hii website ambayo address yake tunaiona hapa ni necta.go.tz. Utabonyeza ili kuweza kuingia. Baada ya kubonyeza ita, ita load, lakini kumbuka kwamba matokeo yametangazwa leo, kwa hiyo kutakuwa na jam ama mtandama, mfumo wenyewe wa Nekta unaweza kuwa mzito, maana yake website inaweza ikawa mzito kwa sababu watumiaji wengi wanaingia kwa muda uh, mmoja. Kama tunavyoona hapo imeleta error hii ikimaanisha kwamba bado uh, website hii rasmi ya Nekta imekuwa nzito kuweza kuangalia eh, matokeo hiyo hii itategemea na spidi ya mtandao wako, lakini inaweza kuchukua muda na kufunguka vizuri, kama tunavyoona imefunguka. Sasa itakapofunguka, shuka chini. Tunajua hapo kuna moduli ya result, ila matokeo yatakapotangazwa muda mfupi huaga hayapatikani hapa, utakwenda katika hiki kipengele cha news, maana yake utashuka chini mpaka kufikia hapa katika kipengele cha news. Utakapofika hapo, tunaona sasa leo tarehe 5 Novemba matokeo ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi PSLE 2025. Kwa hiyo utabonyeza hapa ili kuweza kuangalia matokeo hayo. Utakapofika hapa naona kuna machaguo ya mikoa. Kwa hiyo utakwenda kuingia mkoa ambao unakuhusu ama mkoa ambao mwanafunzi wako a, shule yake inapatikana, shule aliyomaliza elimu ya shule ya msingi ama tunasema ni darasa la saba. Kama nisimii utabonyeza Simiyu, baada ya hapo itakuja wilaya kama tunavyoona sasa. Itakapofika hapa wewe utachagua kama inapatikana Miatu utabonyeza Miatu, inapatikana Maso utabonyeza Itilima, Bariadi. Chukulia mfano ni Bariadi. Baada ya kubonyeza Bariadi itakuja listi za majina ya shule zote zinazopatikana Bariadi kama tunavyoona katika screen yetu. Kwa hiyo utaingia katika shule ambayo wewe itakuhusu kama mwanafunzi wako amemaliza elimu yake ya msingi katika shule hiyo. Kwa hiyo ndio njia rahisi ya kuangalia matokeo ya darasa la saba ya Necta ilotangazwa leo Novemba 2025. Mwisho wa video hii ni mwanzo wa video nyingine. Tukukumbushe tena usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza ndipo tutafanya update nyingine zinazohusu elimu pamoja na ajira.